Leo tarehe thelathini ya mwezi huu wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano inatimia siku ya ishirini na moja kamili wiki tatu hizo tangu mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipasi Lisu akamatwe na hatimaye kufunguliwa mashtaka. Tunafahamu tarehe tisa ya mwezi huu wa nne Mheshimiwa Lisu alikamatwa huko Mbinga mkoani Ruvuma, akiwa kwenye mikutano ya kampeni ya no reforms no election, na hatimaye kusafirishwa hadi jijini Dar es Salaam, ambako baadaye alifikishwa mahakamani. Kadhalika, Mheshimiwa Lissu alifunguliwa mashtaka manne, moja likiwa la uhaini. Tayari Mheshimiwa Lissu amefikishwa mahakamani mara tatu. Hata hivyo, ni mara moja tu ambapo alihudhuria yeye in person. Uh, hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza. Uh, mara mbili zilizofuatia Mheshimiwa Lissu hajaweza kufikishwa mahakamani na kesi yake imekuwa ikiendeshwa kwa njia ya mtandao, kinyume na matakwa yake mwenyewe, lakini pia kinyume na matakwa ya wanasheria wake. Kadhalika uh, kesi hiyo imegubikwa pia na nguvu kubwa inayotumiwa na jeshi la polisi dhidi ya watu wanaofika mahakamani kusikiliza kesi hiyo. Katika matukio mawili sasa, ilipotajwa mara ya pili na majuzi ilipotajwa mara ya tatu, jeshi la polisi limeendelea kutumia nguvu kubwa ya kuwakamata, kuwapiga, na katika mara ya pili ili um, watu kadhaa walitekwa na kwenda kutupwa huko maporini. Kwa hiyo haya ni miongoni matu, mwa matukio muhimu yaliyojiri kuhusiana na kesi hii. Uh, jingine ambalo limejiri katika kipindi cha wiki hizi tatu ni kitendo cha jeshi la magereza kumhamisha Mheshimiwa Lissu kutoka katika gereza la Keko na kumpeleka katika gereza la Ukonga. Na hii ilizua taharuki kubwa kwa sababu uamuzi huo ulifanyika bila kuishirikisha familia ya Mheshimiwa Lissu wala wanasheria wake wala viongozi wa CHADEMA na wa Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo kulikuwa na sintofahamu kuhusu wapi Mheshimiwa Lissu amepelekwa wa na nini kimetokea hasa, ikizingatiwa kwamba nyakati hizi zinagubikwa pia na swala la utekaji na watu kupotea katika mazingira ya kutatanisha. Hatimaye ilithibitika kwamba Mheshimiwa Lissu amehamishiwa wa gereza la Ukonga badala ya gereza la Keko alikokuwa awali. Hata hivyo, jeshi hilo la magereza halijaeleza kwa nini liliamua kumhamishia gereza hilo la Ukonga jingine ambalo limejitokeza pia katika wiki hizi tatu ambazo Mheshimiwa Lissu amekuwa ndani ni watu mbalimbali kunyimwa access ya kukutana na Mheshimiwa Lissu ikiwa ni pamoja na wanasheria wake a, ndugu jamaa, marafiki, viongozi na wanachama wa Chadema na juzi tu a, makamu mwenyekiti wa chama hicho taifa upande wa bara Mheshimiwa John Heche alieleza kwamba alienda kumtembelea Mheshimiwa Lissu mahakamani, kumtembelea gerezani Ukonga lakini uh, licha ya kuwepo hapa kwa zaidi ya masaa saba hakufanikiwa kumwona Mheshimiwa Lissu. Lakini pengine tukio kubwa zaidi katika wiki hizi tatu lilikuwa tamko kutoka kwa kanisa Katoliki, baraza la maaskofu la, wa kanisa Katoliki TEC, ambao walieleza bayana kuitaka serikali imwachie huru Mheshimiwa Lissu na hadi kufikia sasa ni zaidi ya wiki Tangu, um, maaskofu hao, watoe wito huo, uh, tangu maaskofu hao watoe wito huo, takriban wiki inakaribia tangu maaskofu hao watoe wito huo. Na makala hii inajaribu kuangalia kwa upande mmoja, je, kuna dalili ya serikali kutekeleza huo wito wa maaskofu, lakini pia kuangalia kwa upana zaidi, endapo kuna namna yoyote ambapo uh, maaskofu na viongozi wengine wa dini wanaweza kufanya ili kuwezesha Mheshimiwa Lissu kuachiwa huru. Itoshe tu kusema pia katika wiki, wakati uh, kesi hii inatimiza wiki ya tatu sasa uh, yaani tukio la kukamatwa Mheshimiwa Lissu linatimiza wiki ya tatu ni, mu, ni muhimu kueleza kwamba kwa asilimia kubwa uh, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania kesi hii inaonekana kuwa ni ya kisiasa zaidi kuliko ya kisheria. Uh, taasisi mbalimbali mbali, za kimataifa zimekuwa zikizungumzia kesi hii. Serikali ya Marekani imekuwa ya kwanza kimataifa kuelezea uh, kuguswa na kesi hii, lakini pia taasisi mbalimbali za kimataifa zimeishutumu serikali, lakini pia zimetanabaisha kwamba hii kesi ni ya kisiasa zaidi kuliko ya kisheria na kuitaka serikali imwachie huru Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo tamko la maaskofu uh, pia limeibua uh, mijadala mingine uh, kuna baadhi ya viongozi wengine wa dini ambao sio kutoka kanisa Katoliki ambao nao wameongelea kuhusu swala hili takriban wote wameitaka serikali kutenda haki na hatimaye kumwachia huru Mheshimiwa Lissu. Kwa bahati mbaya kwa upande wa, wa, wa, wa, wa madhehebu ya Waislam kumekuwa na ukimya, na sauti kubwa zaidi iliyosikika kutoka upande wa Waislam ilikuwa ni kutoka kwa Shehe Mwaipopo ambaye si kiongozi rasmi wa madhehebu ya Kiislam, lakini ni mtu miongoni mwa sauti zinazosikika kutoka kama viongozi wa dini ya Kiislamu na yeye aliwashutumu, alilishutumu hilo tamko lililotolewa na maaskofu a, kutaka Mheshimiwa Lissu aachiwe, akidai kwamba kanisa linaingilia serikali, linaingilia mchakato wa mahakama na vitu kama hivyo. Hata hivyo, tukiweka hilo kando, tunarudi kwenye dalili kama serikali inaweza kufanyia kazi wito uliotolewa na maaskofu. Kwa kifupi, mpaka sasa hivi hakuna dalili hiyo. Um, na hata jitihada zinazofanywa na viongozi wengine licha ya kutoka kanisa Katoliki makanisa, makanisa mengine kuongelea suala hilo ha, hazionyeshi kama zinaweza kuisukuma serikali kuamua kumwachia Mheshimiwa Lissu. Kwa bahati mbaya, wakati haya yote yanatokea, nguvu moja ambayo ilikuwa ni muhimu sana na ambayo ingeweza kweli kuleta mabadiliko kusudiwa ni kwa upande mmoja wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema lakini kwa upande mwingine Watanzania wanaoguswa na uh, wanaotaka kuona haki inatendeka wadau wa demokrasia na vitu kama hivyo kwa bahati mbaya kama nilivyoeleza katika makala kadhaa zilizopita uh, kundi hili limebaki kuwa la maneno zaidi kuliko vitendo imekuwa watu wa kulalamika mitandaoni kutoa comments tuko pamoja na Mheshimiwa Lissu lakini umoja huo ni wa maneno zaidi kuliko vitendo hata Uh, matukio yaliyojitokeza mara ya pili baada ya Mheshimiwa Lissu kuletwa mahakamani na mara ya tatu ambako jeshi la polisi lilichukua litumia nguvu kubwa dhidi ya waliohudhuria. Idadi kubwa ya waliohudhuria walikuwa ni viongozi wa Chadema, wanachama wa kawaida hawakujitokeza. Uh, lakini hili ni tumeshaliongea huko nyuma na sababu pengine za haya kutokea zinafahamika, vipaumbele vya vipa watanzania wanavyojua wao wenyewe, lakini tunaweza kurudi kuangalia, je wito uliotolewa na maaskofu ambao mpaka sasa hivi hakuna dalili kama utafanyiwa kazi. Je, endapo ikithibitika, kwa sababu hii ni takriban wiki moja na karibia tangu watoe wito huo, je, pengine baada ya mwezi ambapo kipindi hicho Mheshimiwa Lissu atakuwa yuko ndani kwa pengine zaidi ya miezi miwili na miezi mitatu, nini kinaweza kikafanyika? Sasa mimi nilipokuwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kufanya shahada yangu ya kwanza. Uh, tulisoma kozi ya utangulizi kuhusu siasa za Tanzania. Um, na moja ya tulichofundishwa, aliyetufundisha alikuwa wakati huo alikuwa dokta dokta Shaliga, sijui kama bado yupo, nadhani hata kama yupo atakuwa ni profesa sasa hivi. Alikuwa mwalimu wetu, alisema kuna nguvu kubwa mbili yani, kuna mash, kuna aina mbili za shinikizo zinazoweza kubadili au zinaweza kuisukuma serikali kufanya maamuzi hata kama haiyataki, na aliitaja nguvu ya kwanza ni mashirika na taasisi za kimataifa au nchi hususan wahisani, alitumia neno wahisani, shinikizo kutoka kwa wahisani wetu. Kwa hiyo wahisani ni pamoja na nchi mbalimbali hususan za magharibi, lakini pia taasisi mbalimbali za kimataifa ambazo sisi kama maskini tunazitegemea. Hawa wakisema fanyeni hivi, kuna uwezekano mkubwa kafanya. Ndio maana Marekani walipotoa tamko hivi juzi, nilielezea katika moja ya makala hapa kwamba inaweza kusaidia kwa sababu hawa ni wafadhili wetu. Lakini pia alisema nguvu kubwa zaidi Um, pengine zaidi ya hii ya kimataifa, kwa sababu mara nyingi hii shinikizo la kimataifa linategemea maslahi ya nchi husika. Akasema shinikizo kubwa sana ni la kidini, kutoka viongozi wa dini, kwa sababu dini inahusu imani. Uh, kanisani watu wakiambiwa kwamba kufanya hivi, uh, inaweza kuzuia kuona ufalme wa milele na vitu kama hivyo, vinagusa hisia. Kwa hiyo akasema kwamba uongozi, viongozi wa dini, matamko yao yanaweza kuwa na mchango mkubwa sana katika kuleta mabadiliko kusudiwa. Sasa tunachoweza tu kusubiri ni nini ambacho kanisa Katoliki, baraza la maaskofu, baada ya kutoa tamko lako endao, endapo halitofanyiwa kazi watakuja na tamko jingine au pengine watawaambia nini waumini wao kuhusiana na hili, kwa sababu yameumkinika kuhisi kwamba labda kwa vile na hili imeshaongelewa, sio tu kitu cha kuhisi. Kumekuwa na, na maongezi ma, ma katika mahubiri kuhusiana na sheria za uchaguzi kanisa limekuwa likizungumzia kuhusu uchaguzi kwa namna fulani ambayo pengine sio moja kwa moja yayumkinika kusema kwamba kama kanisa linaunga mkono ajenda ya no reforms, no election, bila kuitaja. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba je, kwa vile tunaamini kwamba kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu kumechangiwa na shinikizo la no reforms, no election, kuna uwezekano viongozi wa kidini wakaamua kuichukua hii ajenda ya no reforms, no election na kuweka kwa upande mmoja shinikizo kutaka Mheshimiwa Lissu aachiwe, lakini upande wa pili kushinikiza kwamba lazima kuwepo na mabadiliko katika sheria na kanuni za uchaguzi. Kwa hiyo ni kama kuua ndege wawili kwa jiwe moja, na je matokeo yake yatakuwaje? Basi tutaendelea na mjadala huo, lakini nawakaribisha kwenye upande wa comments hapo kusikiliza maoni yenu, mnadhani kwamba hali itakuwaje huko mbeleni. Asanteni na kwaherini.